Milipuko imesikika katika mji mkuu wa Qatar, Doha, dakika chache zilizopita, huku kukiripotiwa kwamba Iran imelenga kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo nchini humo. Awali Qatar, ambapo kuna kambi kubwa ya jeshi la Marekani ya Al Udeid, ilikuwa imefunga anga yake kwa kuhofia shambulizi la kulipiza kisasi kutoka Iran. Jeshi la Iran limeapa kulipiza kisasi shambulizi la Marekani lililolenga vituo vitatu vya kurutubisha madini ya urani nchini Iran. Shirika la habari la Iran la Tasnim ambalo lina uhusiano wa karibu na jeshi limethibitisha kwamba makombora yamerushwa na kulenga kambi ya kijeshi ya Al Udeid na vile vile katika kambi za kijeshi za Marekani nchini Iraq. Mapema alfajiri ya Jumatatu hii Israeli ilishambulia upya katika maeneo kadhaa ndani ya Iran ikiwemo eneo la kinyuklia la Fordo siku moja baada ya eneo hilo kuharibiwa na mashambulizi ya Marekani. Israel aidha imesema kwamba imelenga maeneo yanayohusishwa na serikali ya Tehran. Miongoni mwa maeneo hayo ni gereza la Evion ambalo linawazuia wafungwa wengi wa kisiasa na vilevile makao makuu ya kikosi maalum cha kijeshi. Imesema pia imeshambulia njia za kufikia kituo cha Fordo kilichoko kusini mwa mji mkuu wa Tehran. Wakati huo huo, Iran imeishambulia Israel Jumatatu asubuhi. Hukuu hayo ya kijiri, rais wa Urusi Vladimir Putin amelaani tena mashambulizi ya hivi majuzi dhidi ya Iran. Katika mazungumzo mjini Moscow na waziri wa mambo ya nje wa Tehran, Putin amesema hakukuwa na sababu maalum na ya wazi ya kufanya mashambulizi. Alimhakikishia Abbas Araghchi kuhusu juhudi za Urusi kusaidia watu wa Iran. Licha ya mkutano wa Moscow, Iran inaonekana kutengwa zaidi na washirika wa kikanda kama Hezbollah na Hamas ambao wameathirika sana na mashambulizi ya Israel. Huyu hapa waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, Abbas Sarachi, akitoa tamko lake. Shambulio lililotekelezwa na Marekani kwanza kabisa ni shambulio dhidi ya katiba ya Umoja Mataifa, kwani inakiuka kabisa sheria za kimataifa, na pia ni shambulio dhidi ya kanuni na mifumo ya kisheria, na muhimu zaidi ni shambulio dhidi ya mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha na utawala wa kuzuia kuenea kwa silaha kwa jumla. <coughs> Hukuu hayo ya kijiri, balozi wa Iran nchini Kenya Ali Golampo amesema kwamba serikali yake haijafanya uamuzi wa kufunga mlango wa bahari ya Hormuz, japo bunge la nchi hiyo limepitisha pendekezo hilo. Uh, absolutely, we are not intending to escalate and... hatuna nia ya kufikia hatua hiyo, alisema. Lakini uamuzi uko mikononi mwa mamlaka na jeshi, inategemea jinsi uchokozi unavyoendelea. Sio nia kwa wakati huu bunge lilikuwa linajadili chaguzi zote, lakini chaguo hili halijaamuliwa. Rais wa Iran amesema kuwa nchi yake haitokubali kuonewa na kuwa Marekani lazima ilipe kwa mashambulizi waliyoyafanya. Kwa hiyo Iran inaweza kufanya nini? Ripoti hii ya Sivash Ardalan kutoka BBC Persia mjini London inawasilishwa na Elizabeth Kaziburi oh. Katikati ya umati wa watu, rais wa Iran akiwa amezungukwa na wafuasi wake waaminifu, anatoa malalamiko dhidi ya Marekani. Lakini baada ya mashambulizi ya Marekani siku ya Jumamosi usiku, utawala wa sasa wa Iran umedhoofika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni nini kinafuata? Kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei anaweza kukubali matokeo na ikiwezekana kuokoa utawala wa nchi yake kutoka kwenye hatari zaidi, au anaweza kupigana na kuhatarisha kila kitu? Maoni ya ndani ya nchi kwa sasa yamegawanyika na kuchanganyika. Jibu lazima liwe linaloeleweka na la imara. Kilichopo hatarini hapa ni uhalisia wa nchi ya Iran. Iran. Maoni yangu ni kwamba Irani inahitaji kujichunguza na kufikiria sana kwa kina kuhusu jeshi la mapinduzi la nchi hiyo. Lilijibu kwa kusema kambi za kijeshi za Marekani katika kanda hiyo ziko hatarini, lakini wanajua kuwa kujibu mashambulizi kutasababisha mashambulizi zaidi kutoka kwa Marekani. Huyu ni mwandishi wa televisheni ya taifa ambaye amefika Fordo kwa sasa. Ni maneno ya Marekani dhidi ya Iran. Utawala wa Iran ukiwa umedhoofika na kudhalilika, utapambana kudumisha uaminifu wake na kushikilia madaraka katikati ya hali ya kutoridhika kwa wananchi kwa kiwango kikubwa. Sasa, ili kufahamu zaidi, naungana na mubashara na Ibrahim Rahbi ambaye ni mchambuzi wa maswala ya mashariki ya kati, akiwa Dar es Salaam Tanzania. Rahbi, karibu sana kwenye kipindi. Sasa Iran imeanza kulipiza kisasi, kama tulivyotanguliza kusema, kwa kushambulia kambi za Marekani mashariki ya kati. Unaiona vipi hali katika kanda hiyo, hasa kuhusu mashambulizi haya ya hivi punde? Ni kweli uh, jioni hii tumeshuhudia Irani ikilipa kisasi ambacho ilikuwa imekiapa kuwa italipa katika kambi za Marekani hasa nyingi zilizopo Mashariki ya Kati, ikianza na kambi ya Al Udeid ambayo iko uh, Qatar, ambayo ndio kambi kubwa zaidi ya Marekani iliyopo katika ukanda huo, uh, nje ya Qatar kuzuia makombora ya Irani. Qatar pia imelaani uh, shambulizi la, uh, la Irani, lakini pia Irani haraka haraka imetoa taarifa kuwa uh, mashambulizi yake ya Qatar yalikuwa Uh, hayakulenga raia wa Qatar wala maslahi ya Qatar, lakini alikuwa ni amelenga maslahi ya, ya Marekani moja kwa moja, huku Qatar ikikimbilia haraka haraka kutaka jumuiya za kimataifa kuhakikisha kuwa jambo hili limalizwe sasa na kuacha mwendelezo huu. Uh, taarifa hiyo inaakisi taarifa zinazoendelea kwenye nchi jirani hapo kama Bahrain, uh, nchi kama Iraq lakini nchi karibu zote za Gulf zimefunga anga zao ikiwemo Kuwait, Oman kwa sababu ya hofu kuwa na hizi nchi pia zina kambi za Kimarekani. Sasa hiyo ndio hali iliyopo kwa sasa. Mm. Tuliona Marekani iliposhambulia iliweza kulenga kituo cha nyuklia cha Fordo. Um, unadhani kwa nini ililenga eneo hilo? Marekani kama ilivyodai awali kuwa ilikuwa na ushahidi kuwa Irani eh, ilikuwa inaelekea kukamilisha utengenezaji wa mabomu ya nyuklia na ikaamua kulenga vinu vitatu vya Fordo, Isfahan na Nantas kwa kutumia ndege karibu 125 ambao zilikuja pamoja kutoka Marekani na msafara huo, huku wakitumia zaidi ndege ile ya B2 pamoja na manuari ambazo zilikuwa zimeshambulia kambi. Taarifa iliyotolewa baadaye na Trump kuwa walikuwa wamemaliza program zima ya nyuklia ya Irani, wamemaliza, lakini ni taarifa ambayo ikawa inakinzana na taarifa na taarifa iliyotolewa na Pentagon, hata waziri wa ulinzi wa Marekani, ambapo alisema kuwa kumeonekana kama kuna uharibifu na taarifa iliyotolewa na shirika la atomic duniani IAEA ambalo pia lilitoa taarifa likasema kuwa hapakuwa na uvujaji wowote wa, wa mionzi na Irani wao wakasema kuwa walitoa kila kitu ambacho kingeharibika kabla ya mashambulizi hayo. Kwa hiyo Marekani anatuambia amemaliza programu zima ya nyuklia ya Iran lakini Irani wanasema kuwa hakuna kilichoharibiwa na kila kitu kinaendelea. Kwa hiyo hii ndio vita ilivyo hivi sasa. Naam, sasa Urusi imeweka wazi kwamba itasaidia Iran japo haijafafanua kwa njia gani. China pia nayo imeonya kuhusu vita hivyo uh, kuathiri uchumi wa dunia japo Iran kwa muda imeonekana kuwa pekee yake katika vita hivi. Ina maana kwamba mataifa mengine yana hofu ya kuburuzwa ndani ya, ya mzozo huu. Urusi awali ilikaa kimya baada ya mashambulizi ya awali ambayo yalikuwa yamekusudia kulenga kambi za Marekani uh, hasa ikisema kuwa haiwezi kajiingiza kijeshi uh, na Putin aliyazungumza hayo wakati kwenye mkutano uliofanyika kule St Petersburg, mkutano wa kiuchumi. Haiwezi kujiingiza kijeshi kwa sababu yenyewe pia ina vita upande wa pili, lakini ikawa inalaani yale mashambulizi. Lakini taarifa zilivyoanza kubadilika kutoka Marekani na Israeli kuhusu nia ya kubadilisha utawala wa Iran, ile regime change Urusi ikabidi waongee, kwa sababu hapo ni maslahi yao yeye na Uchina yanaguswa. Kubadili utaratibu au kubadili nafasi ya, ya serikali ya Irani, moja kwa moja unaigusa Urusi ambayo imefanya uwekezaji mkubwa sana na ushirikiano mkubwa na Irani. Urusi inaweza ikaisaidia Irani, lakini sio kijeshi. Inaweza ikaisaidia kwa mambo mengine, kwa sababu tangu mzozo umeanza kuwa Urusi imejiweka kwenye nafasi nzuri ya kuwa mpatanishi wa pande zote, na ndio yeah. maana unaona kuwa yenyewe ina uhusiano mzuri kabisa na Israeli ambapo kuwa Wayahudi wengi wa Urusi wa, wa wanaishi Israeli na wanazungumza Kirusi ndani ya Israeli lakini wakati huo huo ina uhusiano mzuri na Iran. Naam rabbi, uh, unaona kuna nafasi ya njia za kidiplomasia kutumika ili kupata suluhu kwa ufupi tu? Bila shaka haya mashambulizi ya, ya, ya Iran ni mashambulizi ambayo yanaenda kutimiza eh, kifungu namba 51 cha Umoja wa Mataifa, kulipa kisasi au kujilinda. Kwa hiyo jibu la Marekani litaashiria kuendelea au kutokuendelea. 2020, tulishuhudia Iran ilishambulia kambi ya Marekani pale Baghdad na Marekani haikulipa kisasi na ile vita no. ikaisha. Kwa hiyo ikiwa Marekani ataamua kuto kushambulia basi vita itakuwa imeelekea mwishoni, lakini kama Marekani atajaribu kushambulia, asante tena nadhani tunaweza no. tukaona mzozo mkubwa zaidi.